Hujambo mtazamaji, karibu katika makala maalum ya Ijue Mamlaka ya Serikali Mtandao Zanzibar eGAZ, inayomurika mageuzi ya kidigitali visiwani Zanzibar. Zanzibar mpya inajengwa juu ya misingi ya uwazi, ufanisi na utumiaji wa teknolojia za kisasa katika shughuli zetu za kila siku. Katika awamu ya nane ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr Hussein Ali Mwinyi, mapinduzi ya kidigitali kwa maana ya digital transformation yamepewa kipaumbele katika kuiweka Zanzibar kuwa ni kitovu cha ubunifu na teknolojia kwa Afrika Mashariki. Utekelezaji wa mpango huu unatokana na ahadi niliyoitoa ya uimarishaji wa mifumo ya utoaji wa huduma mbalimbali mbali hapa nchini. Serikali imejiandaa ili kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa mstari wa mbele katika kuyapokea mabadiliko ya teknolojia ambayo ni msingi muhimu katika kukuza na kuendeleza uchumi wa kisasa pamoja na kurahisisha maisha ya wananchi wa hali zote. Katika moyo wa mabadiliko hayo ndipo ilipozaliwa Mamlaka ya Serikali Mtandao Zanzibar, yani eGAZ. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo ndugu Said Saif Saidi anaelezea historia fupi ya serikali mtandao Zanzibar na lengo la kuanzishwa kwake. Kwanza kabisa ningependa ufahamu nini serikali mtandao. Serikali mtandao ni matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kuimarisha utendaji wa serikali na utoaji huduma za umma. Tukija kwenye historia fupi ya serikali mtandao Zanzibar, kabla ya kuanzishwa serikali mtandao, serikali ilifanya jitihada kubwa uh, za kusambaza mkonga wa taifa ambao ni fiber hapa Zanzibar. Baadaye serikali ikaanzisha idara ya serikali mtandao ambayo inahusika na masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano ambayo ni tehama. Mnamo mwaka 2019, serikali ilibadili idara na kuwa wakala wa serikali mtandao katika kuimarisha usimamizi wa tehama ambayo ilikuwa kwenye sheria nambari na 12 ya mwaka 2019. Katika kuongeza nguvu za kisheria za usimamizi wa tehama Zanzibar, serikali imefanya mabadiliko kutoka wakala na kuwa mamlaka ya serikali mtandao ambayo ni sheria namba 1 ya 2024. Mamlaka hii sasa ipo chini ya ofisi ya Rais Ikulu. Lengo kuu la mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar ni kuleta digital transformation hapa Zanzibar. Hii ina maana kwamba ni yapatikane sasa mageuzi ya kidijitali kila sekta na katika kusimamia tehama katika taasisi zote za umma. Sasa tuangazie ni yapi majukumu ya msingi ya eGAZ kwa mujibu wa sheria. Majukumu ya mamlaka ya serikali mtandao kisheria yameelezwa chini ya kifungu cha 6 cha sheria namba 1 ya mwaka 2024 ambayo ni sheria ya kuanzisha mamlaka ya serikali mtandao Zanzibar. Miongoni mwa mambo mengine, mamlaka ya serikali mtandao ina jukumu la kuratibu utekelezaji wa serikali mtandao Zanzibar. Katika kuhakikisha jukumu hilo linatimia, mamlaka ya serikali mtandao inasimamia utekelezaji wa sera, mikakati na viwango vya TEHAMA katika taasisi zote za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, mamlaka ya serikali mtandao ina jukumu la kusimamia usalama wa mifumo inayoanzishwa. Mamlaka ya serikali mtandao imeweka viwango na miongozo ya usalama wa mifumo yaani, yani cyber security, katika taasisi zote za serikali Kama tunavyojua, maendeleo ya teknolojia duniani yanakwenda kwa spidi, hivyo kuna mabadiliko ya mara kwa mara ya vifaa na mifumo mipya inayotumika. Hivyo basi, taasisi zote za serikali zinatakiwa, kabla ya kufanya manunuzi ya mifumo au vifaa husika vya TEHAMA, zinatakiwa kuwasilisha maombi yao mamlaka ya serikali mtandao, ikiwa ni taasisi yenye mamlaka ya kisheria kusimamia mambo ya mifumo na vifaa vya TEHAMA ili sasa kupatiwa specification kwa ajili ya vifaa na mifumo husika ambayo inaenda kununuliwa na taasisi za serikali. Na katika kutekeleza maagizo ya serikali awamu ya nane, kwa kipindi kifupi eGAZ imefanikiwa kusimamia na kuanzisha mifumo shirikishi, mifumo ambayo inatumiwa na zaidi ya taasisi moja serikalini, yenye ufanisi wa utoaji wa huduma serikalini pamoja na kusimamia mifumo mbalimbali ya taasisi za umma, pana mabadiliko makubwa sana. Ni wapongeze sana the Government of Zanzibar na na timu yao nzima kwa ujumla. Hakika ilikuwa ni kitu ambacho kinasubiriwa muda mrefu, na wengi sisi watendaji tu tunaona kitu ambacho kama hakiwezekani. Unaona, kuja email zote za serikali kupata system ambayo itaweza ku centralize decision making, kuondoa urasimu, ilikuwa kinaonekana kitu ambacho hakiwezekani. Kwa mfano, mimi kwa siku ilikuwa na na saini barua labda 50 au 60 just kuzipeleka idara mbalimbali mbali. Sasa kutrack na kuwa siwezi kutrack unless niende kwenye, kwenye notebook nirudi tena au kwenye iPad yangu nianze kufuatilia, ilikuwa nikitumia mfumo wa, wa, wa, wa, wa e-office ni tofauti naweza kutrack kitu kimoja baada ya kingine mpaka agizo ambalo nilimwandikia mtu na kama nimetoa deadline, naona pale deadline. Sasa hii imekuwa ina ina, ina mchango chanya sana katika huduma inazoitoa kwa wananchi, kwa sababu watu au wananchi washazoea huduma nzuri ni zinapatikana private sector, lakini hili limeprove tofauti katika Serikali ya awamu ya nane. Baadhi ya mifumo hiyo ni mfumo wa barua pepe GMS. Ni mfumo wa mawasiliano kwa njia ya email serikalini. Mfumo wa ofisi mtandao e-office, ni mfumo wa kuwezesha serikali kubadilishana taarifa na kupitisha masjala za serikali kwa njia ya mtandao. Mfumo wa kuwezesha serikali kupokea mapato na kudhibiti upotevu wa mapato katika utoaji huduma Zan Malipo. Mfumo wa usimamizi wa bajeti na matumizi serikalini BAMAS. Mfumo wa kuwezesha manunuzi yote serikalini kupitia mtandao, e-pros. Mfumo wa usimamizi wa taarifa za kitaasisi na kuwezesha taasisi kufanya taratibu zote kidigitali bila ya kutumia karatasi, e rms. Mfumo wa kuwezesha mifumo yote serikalini kusomana katika ubadilishanaji wa taarifa za exchange. Mfumo wa kuwezesha mwananchi kuomba kazi na kupata ajira kimtandao Zan Ajira. Mfumo wa kutunza taarifa za wafanyakazi wote wa serikali pamoja na kuwezesha malipo ya mishahara kimtandao HR Payroll. Mfumo wa kuwezesha watumishi wa umma kuomba kibali cha safari za nje ya nchi na kupata ruhusa kwa njia ya mtandao Zanvibali. Kwa juhudi za awamu ya nane za kuleta mapinduzi ya kidigitali, huduma nyingi ambazo awali zilihitaji kufika ofisini sasa zinapatikana mtandaoni. Mwanzoni kabla sana ajira, watu ambao wazanzibari walikuwa wanaishi nje ya Zanzibar walistahiki kusafiri masafa marefu. Kwa mfano, watu walikuwa wakiishi Mwanza, Dar es Salaam, Iringa, walitakiwa kusafiri kuja Zanzibar kuja kupeleka maombi tu, jambo ambalo hili linapoteza pesa na muda. Hii ni moja kati ya faida za ajira. Unataka kufuatilia cheti cha mtoto, kuna process ambazo natakuwa kuzipitia ambazo ilikuwa zinatupa vikwazo, muda mwingine hata tunahisi kufuatilia cheti tunakuwa tunajiona wazito, kwa sababu unakuwa unakuja hapa unalipia, baadaye unaondoka, unaenda sehemu nyingine, unaenda kupata huduma. Isitoshe, unapangiwa sehemu nyingine, ambao unaenda benki kufika, foleni, watu wingi, msongamano kwa hiyo kwa kuanzisha Zani Malipo kwa sasa, tunashukuru serikali kwa uoni wake na kutuweza kutusaidia wananchi. Unaweza ukatumia simu yako popote ulipo, muda wowote, kwa ajili ya kufanya zoezi hili la Zani Malipo. Hii imepunguza msongamano, muda wa kusubiri, na pia kuongeza uwajibikaji wa serikalini na kuimarisha udhibiti wa upotevu wa mapato serikalini, kwa sababu tumekuwa tunatumia eh, malipo moja kwa moja kwa njia ya kielektroniki. Wakati mwingine huna haja kuiona ile pesa yenyewe iko hapo. Kwa hiyo ile pesa, moja kwa moja unapofanya malipo, inakwenda moja kwa moja katika akaunti ya benki. Kwa hiyo haina mikono mikono ya watu mbalimbali. Kama unavyojua, fedha ina tabia ya kushawishi, eh, pesa ina tabia ya kushawishi mtu kuona, ah, kwa nini hii siyo yangu mimi tena badala ya kuipeleka kwenye serikali kutumia mifumo yetu hilo linakuwa hali lina nini, linawezekana. Kwa hiyo katika kupunguza hii mianya ya upotevu, maana yake moja kwa moja ni kwamba tunaongeza idadi ya kile tunachokikusanya, kwa maana tunaongeza idadi ya mapato yetu. Ujio wa huu mfumo wa e-procurement, yani mfumo manunuzi, miongoni mwa faida yake kubwa umekuja kuondoa, kuondosha urasimu uliopo baina ya maafisa manunuzi pamoja na watoa huduma yani wadhabuni ama masupplier. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu waliomo ndani ya mfumo ambao una unawaalika katika kazi, basi takriban wote huna uhusiano nao, hakuna ile conflict interest ambayo inajitokeza, ni pana uhuru wa kiutendaji, kuna uhuru wa wa, wa kuchagua, pia kuna ule usalama zaidi wa afisa manunuzi pia na mtoa huduma pia. Mamlaka kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali mbali za umma imeweza kuanzisha na kuimarisha mifumo inayosaidia taasisi hizi kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi, kama vile mfumo wa mamlaka ya mapato Zanzibar ZRA Zidras mfumo wa bima afya Zanzibar, mfumo wa shirika la bandari One Stop Center system, mfumo wa kupunguza vifo vya akina mama na watoto wizara ya afya M mama, mfumo wa shirika la bima Zanzibar ZIC Simis, mfumo wa ZAN ERM, yani electronic medical records wizara ya afya Mfumo wa dashboard Presidential Delivery Bureau, mfumo wa mamlaka ya usafiri na usalama barabarani ZIMS, mfumo wa kamisheni ya ardhi KOLA, mfumo wa wizara ya ardhi Condominium, mfumo wa shirika la bandari Zanzibar ZOP, na mfumo wa ofisi ya rais tawala za mikoa na idara maalum za SMZ Yaani, zan mtn. Sisi viongozi tunapaswa kuwa mstari wa mbele katika kuyapokea mabadiliko ya teknolojia na kutekeleza yale yaliyopangwa katika mipango yetu ya maendeleo. Kwa kutambua umuhimu wa teknolojia na kuendeleza uchumi wa kidijitali, ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 imetoa maelekezo mbalimbali mbali ambayo tunapaswa kuyatekeleza na kuyasimamia. Natoa wito kwa makatibu wakuu na wakuu wa taasisi mhakikishe taasisi mnazozisimamia zinapokea na kutumia mifumo ipasavyo. Zipo taarifa kwamba baadhi ya taasisi zinakiuka miongozo katika utendaji wa kazi zao, jambo ambalo halipaswi kuendelea kwani linakwamisha kuyafikia malengo tuliyojipangia. Mamlaka ya Serikali Mtandao inabaki kuwa ni muhimili muhimu wa maendeleo na dira ya mamlaka hii ni kuwa ni kitovu chenye ubunifu chenye kurahisisha upatikanaji wa huduma za TEHAMA serikalini. Nikushukuru wewe mtazamaji kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii, na usikose kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Nimalizie kwa kusema kauli mbiu ya eGAZ: tumia mifumo ya kidijitali kwa maendeleo ya nchi yetu.

Hatima yetu ipo viganjani kwetu. Hii ndiyo Zanzibar yenye malengo na dhamira ya kuleta mageuzi ya kidijitali katika kuendesha uchumi, utekelezaji wa shughuli mbalimbali za wananchi katika maisha yao ya kila siku. Hii ndiyo Zanzibar.